Kwa nini watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwenye maisha yao hata pale wanapokuwa na uwezo, ndoto na mipango mizuri? Kwa nini baadhi ya watu wanajitahidi kila siku lakini hawasongi mbele, huku wengine wakionekana kusonga kwa urahisi? Jibu la swali hili mara nyingi halipo kwenye bahati, elimu au pesa, lipo kwenye uelewa wa tabia za binadamu. Watu wengi hushindwa kufanikiwa kwa sababu ya hofu. Hofu ya kushindwa, hofu ya kukosolewa, hofu ya kuanza jambo jipya bila uhakika wa matokeo. Hofu hii huwafanya watu kusubiri muda sahihi ambao hauwahi kufika. Wanapanga sana, wanafikiria sana, lakini hawachukui hatua. Sababu nyingine kubwa ni kuchelewesha mambo. Binadamu ana uwezo mkubwa wa kujidanganya Tunajisemea, nitafanya kesho, bado nina muda, leo si siku yangu. Lakini ukweli ni huu, kila siku inayopita bila hatua ni fursa inayopotea. Watu wengi pia wanashindwa kufanikiwa kwa sababu hawana mwelekeo wa maisha. Hawajui wanachotaka hasa, wanaishi wakifuata mazingira, marafiki au matarajio ya jamii bila lengo lililo wazi. Juhudi hutawanyika na hatimaye kupotea. Kisaikolojia, binadamu hupenda sana eneo la faraja. Ni eneo ambalo tunahisi tuko salama. Lakini eneo la faraja halina ukuaji. Ndani ya eneo hili, ndoto hukwama na miaka hupita bila mabadiliko. Akili ya binadamu pia huchoka kufanya maamuzi mengi. Hii huitwa uchovu wa maamuzi. Kadri unavyofikiria bila kuchukua hatua, ndivyo uwezo wako wa kufanya maamuzi sahihi unavyopungua. Ndiyo maana watu wengi hujua nini wafanye, lakini hawafanyi. Lakini kuna ukweli muhimu mwingine. Hali hii si ya kudumu. Inaweza kubadilika. Mabadiliko ya maisha huanza kwa hatua ndogo. Sio lazima ubadilishe kila kitu leo. Anza na hatua moja unayoweza kuchukua sasa hivi. Tengeneza mwelekeo wa maisha yako. Andika malengo yako. Gawanya malengo hayo katika hatua ndogo ndogo. Badilisha mtazamo wako kuhusu kushindwa. Kushindwa si mwisho wa safari, ni sehemu ya kujifunza na kukua. Jizungushe na watu wanaokujenga kifikra. Mazingira yenye mtazamo chanya huongeza uwezekano wa mafanikio. Na muhimu zaidi, jenga nidhamu binafsi. Motisha huja na kuondoka, lakini nidhamu hukusukuma hata pale ambapo hamu imepotea. Kila uamuzi mdogo unaofanya leo una mchango mkubwa kwenye maisha yako ya baadaye. Mafanikio si tukio la ghafla, ni matokeo ya maamuzi madogo yanayorudiwa kila siku. Sasa unaelewa kwa nini watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwenye maisha yao, na sasa pia unaelewa kuwa unaweza kuchagua njia sahihi. Karibu Maisha Classroom. Hili ni darasa huru la maisha. Mahali ambapo tunajifunza uelewa wa tabia za binadamu, kufanya maamuzi bora na kujenga maisha yenye mwelekeo na maana. Kama umejifunza jambo leo, piga like, subscribe na share video hii, kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji darasa la maisha.